Hilo lililosemwa kuna lile lililosemwa na lile lipo, kama alivyosema mkataba huu unafaa uongeze zile bidhaa ambazo zinatolewa Kenya zikipelekwa hadi miliki za Kiarabu. Lakini kitu cha kwanza kusema ni kwamba kipengele hicho kinasema hakutakuwa na ufunguaji wa biashara ili Wakenya waweze kupeleka bidhaa zao kule. Kwa hivyo kama anasema itafungua biashara katika uh, nafasi hiyo ni vipi? Tena unaenda unasema unaingiza kipengele ambacho kinafunga biashara hizo hizo kwenda kuweza kupeleka bidhaa zao katika milki za Kiarabu. Kwa hivyo, kuna yale ambayo ujua, na siasa na mambo, kuna yale ambayo wanasema na yale ambayo yanafanyika kwa ukweli. Kwa hivyo, labda sijui tuseme, si, si, si, kuna sintofahamu au hakuelezwa ni nini kimefanywa pale, manake lile lilosema sio lile lililo katika mkataba huo. mm -hmm. mm. Sasa nini hasa ambacho mnashinikiza kifanyike? Je, mkataba huu ubadilishwe au uondolewe kabisa? Wajua, uh, itakuwa vyema mwanzo kabisa, itakuwa vyema ni, ni vyema kuendelea kutengeneza mikataba ambayo inaboresha biashara katika nchi mbili. Jambo kitu cha kwanza kusema ni kwamba inafaa mkataba huu ubadilishwe sio kutupiliwa mbali, ubadilishwe ili vile vipengele ambavyo tuna shida navyo viweze kuangaliwa kwa upya ili viweze kurekebishwa. Kitu cha kwanza ni kwamba lazima soko la milki za Kiarabu zifunguliwe ili bidhaa za Kenya ziweze kwenda kule, manake kama vile tunavyoenda sasa hivi, afadhali tubaki tu na ule mka, ile mipangilio ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Kama hawatafungua soko lao ili tuweze kupeleka bidhaa kule, afadhali tubaki jinsi tulivyo. Mm. Mm. Na, Alenga wewe, kama mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi nchini Kenya, mikataba kama hii kwa namna tunavyo anavyoeleza mtaalamu hapa, uh, inamweka wapi mwananchi wa kawaida ambaye bila shaka lengo la kuingia kwenye mikataba hii ni kujaribu kuboresha maisha yake. uh, uh, Victor. Jinsi nchi inavyoendeshwa kwa sasa ni kwamba mambo mengi hufanyika bila ya kuweza kuulizia au kuweza kupata maoni ya wananchi mm. wa kawaida, basi mkataba kama huu na mambo ambayo tunatazamia kwamba yataibuka, kama, vi, kama vile mifumo ya afya kuweza kuwa ghali kabisa, ni mambo ambayo basi yatamfanya mwananchi wa kawaida aweze kuumia, na hili basi linatupa swali kwamba je, mwananchi wa kawaida ana sehemu ambayo anastahili kucheza katika mikataba ya taifa moja na lingine. Basi nafikiri hiyo ndio changamoto kwa wale wakuza sera katika nchi hii na viongozi. Iwapo basi tuna mikataba mingine ambayo inakuja, itakuwaje? vi, itakuwa, itakuwa vizuri kuweza kuwashirikisha wananchi wa matabaka mbalimbali kuweza kufahamu ni kipi wanachoweza kuchangia. Lakini cha msingi ni kwamba uh, lazima tukijiingiza katika mikataba hii tuweze kufata kanuni ambazo zinafanyika na mataifa yote kanuni hizo ni kwamba mwanzo kabisa, kama vile wakili uh, Edgar ambaye ana tajriba katika uwakili um, katika e, sehemu ya biashara alisema kwamba cha kwanza kabisa lazima uh, pawe na ufunguzi wa um, soko la nchi ile nyingine iweze uh, kukubali bidhaa kutoka kwa taifa ambalo linaingia katika mkataba huo, basi um, kama tunazingatia kanuni kama hizo itaweza kulinda hali ya wananchi wa Kenya, lakini mwanzo kabisa tumeona kwamba hata yule anayepiga saini kwenye ule mkataba si yule anayefaa, basi tulianza vibaya, na ukishaanza vibaya hakuna hali ya kusaini mkataba. Kama huu ungepaswa kupigwa sahihi na, na katibu mkuu ama, ama waziri wa mambo ya biashara, maanake kama angekuwa yeye angeweza kufungua mkataba huu akausoma ibara baada ya ibara na akaweza kuelewa, lakini unapompa um, mkataba wa kibiashara unampa waziri wa mambo ya nchi za kigeni, nafikiri hapo tulikosea kidogo.